Timu zetu za hapa Tanzania kuambia ukweli, ndio jambo ambalo hawataki. Wa lakini tunafahamu na tumeona Yanga wa makundi, wa na Simba wote tayari wameishia katika hatua ya makundi, wametolewa. Na tumuongelee tu mfano mdogo Young Africans. Yanga hajawahi kufikisha alama tisa kwenye hatua ya makundi. Yaani, mwisho wake anaishiaga alama nane. Na kwenye misimu mitatu mfululizo pia wanapata alama nane nane Young Africans kwenye hatua ya makundi. Vivyo hivyo misimu miwili mfululizo Yanga ameishia hatua ya makundi. Hajaenda mbele zaidi. Yaani, kitu ambacho kinakuwa hakina consistency sasa. Kosa kubwa ambalo linafanywa na vilabu vyetu ni kuweza kujilinganisha na vilabu ambavyo ni vikubwa, mfano Simba na Yanga wanaona tayari wameshafikia levo zile za Mamelodi, Al Ahli lakini pia Esperance, jambo ambalo sio kweli, kwa sababu huwezi ukaona Al Ahli anaishia hatua ya makundi misimu miwili mfululizo, huwezi ukaona Mamelodi anaishia hatua ya makundi misimu miwili mfululizo. Hilo ni kosa kubwa ambalo Simba na Yanga wanafanya, kwamba kujilinganisha na vilabu ambavyo ni vikubwa. Yaani, hizo sio levu zao. Yaani, Simba na Yanga wakubali tu kwamba wao bado ni wadogo. Tutamchukulia mfano mdogo, pia Simba kuna wakati aliwahi kuongoza kundi dhidi ya Al Ahl, alikuwa na pointi zaidi ya kumi kwenye lile kundi dhidi ya Al Ahl, lakini ilikuwa na mwendelezo yaani yaani ubora ule unakuwa hauna mwendelezo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo timu zetu zinapaswa kukaa na kujitafakari. Kuna una msemo msema wa Waswahili anasema kwamba, au ukikubali kushindwa ni yaani madhaifu yako ni rahisi wewe kuyafahamu na kuyatatua, ndipo ambapo unaweza kuanzia mwanzo wa kutibu lile tatizo lako. Kwa hiyo mi nadhani kuna haja ya vilabu vyetu kukaa na kuangalia ni wapi wana tatizo, ili waanze kufanya tiba ya ilo tatizo lao. Nadhani hiyo inaweza kusaidia kwenda hatua za mbele zaidi.